Israel, na, na Iran japokuwa Marekani anaingilia yes. Huko kidogo Palestina na hema hema, sasa yeye he. Ni mambo ya kidini kama zamani ama kuna maslahi kati yake? Hivi sasa kuna, kuna pande zote mbili, kuna upande wa kidini wa kiimani, kwa sababu ukiingia kwenye maandiko uh, Zaburi Taurati, Injili na Qur'an zote zimetabiri uh, tuko nyakati za mwisho ambazo kuna elimu ambayo inaitwa eschatology yeah. eschatology au um, kwa Waislamu wanaita ilmu akhir zamani yeah. ni elimu ambayo ina specify na imespecialize kwenye elimu eh, ya mambo ya zamani kutokana na especially religious eschatology yeah, ambazo kuna vitu ambavyo vimetabiriwa mfano kwenye mimi, sio mtaalamu wa Biblia wala siwezi kudai mtaalamu, ila huwa ninapita ninasoma soma na wakati, wakati niko primary pia tulikuwa tunafundishwa, kwa hiyo nina kaelimu kidogo. Kuna vitu ambavyo, na especially kwa mtu ambaye ana mfuatiliaji mzuri, kuna tofauti, zipo tofauti lakini sio kubwa kati ya Quran na Injil au Bible na Torah, zipo tofauti lakini sio kubwa. Kwa hiyo utakuta vitu vingi vimetabiriwa kule, mfano ishu ya mnyama mark of the beast na alama yake ambayo ni sita, sita, sita. Same thing kwenye Waislam kwenye uh, anafahamika kwa Wakristo wenzetu anamuita mpinga Kristo au antichrist kwa sisi Waislam tunaitwa Masihi Dajjal na zama zake ambazo atakuja na moja ya alama yake ni jicho moja, ukiangalia ndo vitu ambavyo vipo na uh, kuna kitu ambacho kimetami, kimetabiriwa uh, ukiangalia kwenye uh, Injili au uh, Bible wamesema inaitwa uh, Amagedon ambayo ndo vita vikubwa zaidi ambavyo havijawahi kutokea wala havitakuja kutokea baada yake. Kwenye Quran, uh, inaitwa Al-Malham Al-Kubra ambayo ndo vita vikubwa ambavyo vitakuja kutokea. Kwa hiyo upande wa kidini upo na watu watakaopigana wapo na makundi yapo, yameelezewa katika maandishi matakatifu lakini currently kinachoendelea uh, kati ya Israel na Palestina ni ishu ya kisiasa ambayo imevalishwa sura ya kidini. Uh, kuna makala ambayo nimeyatoa yako very extensive, yana ushahidi ambao umenyooka sana, na ushahidi yani wote umetoka kwenye, kwenye maandiko matakatifu kuhusu mgogoro kati ya Israel na Palestina na nani ana haki, nani ana haki, yupi yuko sahihi, yupo hayuko sahihi. Sasa kuna kitu ambacho watu hawafahamu, ambacho huwa kinawavuruga sana, na ndio ujanja ambao, unajua sisi, uh, Masih Dajjal ambayo ndio antichrist jina lake sifa zake ni mtu ambaye mwenye kuhadaa au ni mtu mwenye kuhadaa kwa Kiswahili, watu ambao wanafahamu eh, eh, Kiswahili, ni mtu mwenye kudanganya watu katika sura ambayo imefanana na ukweli. Kwa hiyo mtu anaweza akakuuzia mfano, uh, mazi, ma, nani tui la nazi akwambia ni maziwa, ukiangalia yamefanana lakini ni tofauti, au akakuuzia kipande cha chupa akakwambia ni almasi. Kwa hiyo ndo hadaa ambayo inavyokuwa sasa ukiingia kwa wenzetu inabidi watu waweze kutofautisha, na hichi ni kitu ambacho kinawatesa sana watu wengi kutofautisha kati ya Bani Israel mm, au Israelites ambao ni yale makabila kumi na mawili, alafu kuna Jews, kuna wengine ambao wanaitwa Jewish. Jewish, mm. Wayahudi wa, sio wenye unajua, sio kila myahudi ni Bani Israeli ni, mwa, ni mwana wa Israeli, na sio kila uh, na kuna baadhi ambao ni Waisraeli lakini ni Wayahudi. Kwa hiyo kuna watu ambao wali convert na kuingia kwenye dini ya Uyahudi lakini asili yao sio katika yale makabila kumi na mbili, watoto wa Yakobo au wa Yakuba alayhisalam uh, kwa hiyo kuna hao alafu kuna Zionism ambayo ndo sasa hivi imekamata na Zionism ni harakati ya kisiasa lakini imevishwa sura kama sura ya kiimani uh, ki na mwanzilishi, na hivi vyote viko SNS, mtu akitaka kwenda kupitia atafaidika navyo sana, ambavyo nimeweka kila kitu na ushahidi wake. Mwanzilishi ambaye ndo aliibeba kwa uzito mpaka kuifikisha ilipofikisha Zionism anaitwa Theodor Herzl ambaye alikuwa ni uh, ni Zionist wa Switzerland na historia yake iko ndevu Bazel na vitu vingine. Yeye alikuwa ni atheist, alikuwa ni mtu asiyeamini Mungu yeye binafsi, ambaye uh, ndo aliitengeneza, na hata 1948 wakati Ben Gurion ndo ana waziri mkuu wa kwanza wa, wa, wa uh, taifa la Zionist Israel, wakati wanatangaza, nyuma yake kulikuwa kuna picha ya uh, uh, Herzl, kwa sababu wanajua mchango wake kwa hiyo ni mtu ambaye wanamtukuza wana sana na ameplay part kubwa sana, lakini yeye mwenyewe hakuwa mtu mwenye kuamini uh, dini, alikuwa ni atheist, ila wamejivalisha uh, wamejivalisha sura ya, ya dini. Kwa hiyo kuna upande wa kidini, so wale wamevaa sura ya kidini, lakini na kuitengeneza kama ya kidini, na wameingia kama watu ambao wako pale kidini, na ahadi ambayo ilitolewa kwa Nabii Ibrahim yeye uh, na, na, na, na vizazi vyake na hivyo vitu nishavichambua, sitotaka sito kuingia tena, watu wakihitaji mm. wanaweza wakaenda waka, wakarudi waka, waka kule. Kwa hiyo wakifuatilia ile watakuja kujua, lakini kabla ya pale sasa tuangalie mm. kabla ya pale Yahudi au Jew Christians wa Kristo na Waislamu walikuwa wana koexist kwa amani sana. Uh, katika eneo ardhi takatifu ambayo ni Jerusalem na viunga vyake, alafu ilikuwa imegawanywa makundi matatu, na hivyo ndio vitu ambavyo watu wafahamu. Kulikuwa kuna kiunga cha Wayahudi au Jews, kulikuwa kuna kiunga cha Wakristo na kulikuwa kuna kiunga cha Waislamu, na wote walikuwa na coexist. Mpaka leo hii kanisa takatifu zaidi la Wakristo ambayo ni Holy Sepulchre, mwenye, uh, mwenye funguo ya kanisa hiyo zaidi ya miaka mia nane ni Muislamu. Umeona, kwa hiyo inakupa taswira jinsi gani walikuwa na existi vizuri, lakini tangia ilipoanza harakati za Zionism na Balfour declaration mwaka 1919 all the way building up kuna, kuna makundi kama ya Haganah na na Irkut na wengine all the way mpaka mwaka elfu mbili na uh, mwaka Ndo, matatizo haya yalianza, lakini before walikuwa wanaishi vizuri, na kuna picha mpaka leo zinaonyesha za meli Wayahudi wakati wanakimbia Europe, wakati walikuwa wanauawa sana. Kuna Spanish Inquisition 1 na 2 na zingine ambazo walikuwa wanauawa, wamefukuzwa, karibia Europe nzima iliwafukuza kule, na wakaja na bango ambalo linawaambia ndugu zetu wa, wa, wa, wa, wa Waislamu wa Palestina, sisi ni ndugu zetu, tupokeeni, msivunje. Kwa hiyo wakapokelewa na walikuwa wanaishi vizuri, na unakuta mtoto wa Kiyahudi analelewa na Mwislamu na Mwislamu anamlea mtoto wa Kiyahudi na, na same thing kwa Wakristo na wanafanya biashara wao pamoja. Kwa hiyo Zionism ambayo ni harakati ya kisiasa ikajivisha ishu ya, ki, ya kidini na ndo imeleta vurugu lote hili, lakini kwa bahati mbaya watu hawasomi. Wangisoma wangeweza kujua jinsi gani watu wanaishi vizuri. Uh, baada ya kukimbia kimbia, kuna juzi wengi sana, kuna wahudi wengi sana Morocco, Tunisia Yemen, Iraq na kwengine ko, kuna wayahudi wengi ambao wamekoexist vizuri na ndugu zao ambao ni waislamu na ndugu zao ambao ni Wakristo. Unajua watu wasiokijua kwamba kwenye nchi za kiarabu kuna wakristo pia mm, na kuna wayahudi pia na wanaishi vizuri, umeona? Kwa hiyo na actually sasa hivi Iran moja ya uh, wana wana navies mbili, moja ya navy mbili anayesimamia ni Myahudi, umeona? Kwa hiyo unaona, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Sadam uh, jina uh, limetoka something barak hivi alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo shida ni kwamba kuna upotoshaji na ndo hizi zama ambazo tupo. Kwa hiyo kuna, kuna upande wa kisiasa mm -hmm, na kuna upande wa kidini so situtaka kuingia sana lakini ndo hivyo vitu. wa nat, natamani watu wawekeze muda kwenda kusoma, kuna historia kubwa nyingi sana ambayo watu hawapei attention. Kwa hiyo wanacholetewa wanakipokea na kinawapotosha. Hawa ni ndugu. Ndio, baba mmoja Mpalestina, Israeli, Waisraeli hata, hata kimeonekana pia wanafanana yes, yani wana kwa sababu wao well, zao lao limetokana na nabii Ibrahim alayhisalam, Abraham ambaye ndo hakuna mtu yote ambaye anapinga utume wa na nabii Ibrahim alayhisalam, salam na nabii Ibrahim juzi, uh, nimetoa makala ma moja ambayo iko SNS Premium inaongelea kaumu Lut au watu wa Sodoma na Gomora kwa, kwa mujibu wa maandiko na nikaelezea jinsi ilivyoenda na jinsi alivyotabiriwa. Uh, Nabii Ibrahim baada ya kupewa mi, Nabii Ibrahim alipewa mi, misukosuko mingi sana alipewa mitiani mingi sana na hii ndio watu ambao huenda wakawa na mitiani wanapoona wanapewa mitiani. Ukiona mtu anapewa mitiani ujue Mungu anakupenda. Mungu hampi mitiani mtu ambaye hampendi, anampa dunia kwa sababu dunia haina thamani yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akiona anatingishwa sana na, na dunia Uh, au mitihani ajue Mungu anampenda, awe mvumilivu, ili Mungu anataka ampandishe sehemu. Yes. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu alipewa mitihani mingi sana ikiwepo kupambana na Namrud ambayo ndio Nimrod maarufu sana, kutupa kwenye, kwenye moto na kupambana na vitu vingine, ndio wale malaika wakati wametumwa kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora au kaumulut walipita kwa Nabii Ibrahimu na alikuwa ni mtu mkarimu, akawakaribisha, akawachinjia ndama na chakula na maziwa na nini, alivyowekea pale. Akashanga mbona amli, akaogopa kidogo, akamwambia: uh, la hata, ujas, usiogope, sisi ni uh, ni mitume ambayo tumetumwa kwa watu wa Lutu ambao wamevuka mipaka, alafu tumekuja kukubashiria mtoto. Umeona mke wake ambayo ni uh, uh, kijakazi wake ni Hajira, alafu ana mke wake ambaye ni Sara, alikuwa yuko pembeni kwa hiyo akasikia ule utabiri kwamba mke wako atapata mtoto uh, na uh, Ishak na nyuma Ishak wamenuaraha hii Yakub na nyuma yake kutakuwa kuna Yakub. Kwa hiyo ya akabashiriwa watoto wawili, na kwa hiyo mmoja ndo kizazi chake kimeenda all the way uh, mpaka kwa Nabii Isa ambayo ni Yoshua, japokuwa wazungu wameletea majina yao wanayotaka wao ambayo ni Yesu, lakini jina lake halisi ni Yeso au Yoshua jina lake halisi alafu, lingine li... ni la Kihibrania mm. Yes, na unajua uh, watu wakipay attention, Mungu anapenda watu ambao wanawekeza katika kujifunza lugha, ambayo ukisikia semitism ni lugha tatu, moja wapo ni Kihibrania alafu kuna Hebrew na kuna Arabic, unaona, na kuna Aramaic mule ndani. kwa hiyo Uh, Biblia ilitafsiriwa pale ikaenda kwenye uh, ikaenda kwenye Greek, ikatoka kwenye Greek ikaenda kwenye Spanish uh, na nini kwenye Latin. Latin ndo ikaja ikaja kwenye Kiingereza, Kiingereza ikaja hapa. Kwa hiyo katikati kuna kuna utafsiri utafsiri tofauti tofauti, uh, lakini hizo ndo lugha alikuwa anaziongea. Kwa hiyo ukiweza, unaweza kumtrace Nabii Isa all the way mpaka kwa Nabii Ibrahim na unaweza kumtrace Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the way mpaka kwa Nabii Ibrahim. Kwa hiyo hawa ni mtu na kazini wake na wanalifahamu hiyo na hata viongozi wa kidini wa kiyahudi uh, wanasema sisi na Waislamu o sisi na Waarabu ni mtu na kazini yake, na wao wanasema uh, kwamba iwapo kuna sinagogi hakuna katika maeneo au unafanyiwa ukarabati, unaweza ukaenda kufanya ibada yako katika msikiti, lakini huwezi ukaenda kufanya ibada yako kwenye makanisa kwa sababu uh, ya, ya kuna uh, monotheist wao wanaamini Mungu ni mmoja, hakuna mwingine, lakini kwenye imani ya wa Wakristo imegawanyika, kuna utatu. Sasa kwenye imani na hapa, sisemi nani yuko sahihi nani yuko sahihi, lakini naeleza hali ilivyo wahudi. Kwa hiyo wayahudi wanaamini kwamba hawa wanakosea, lakini wanaamini kwamba unaweza ukaenda ukaswali katika hivi, hata Waislamu unaruhusiwa, haijakataza kwenda kufanya ibada katika sinagogi. Kwa hiyo kuna, kuna mwingiliano mkubwa sana japokuwa kuna maeneo ambayo ndo watu wanatofautiana. Kwa hiyo hawa ni mtu na kazini wake. So, nataka niulize hili. Marekani anafaidika kitu gani anapomtetea Israel? ku kuna, um, kuna, in, inaitwa uh, kila mmoja anafaidika na, na, na wenzake. Kwanza Marekani anahitaji mtu ambaye inakuwa ni, en, eh, ni mtu wake katika Middle East ili kuweza kuicontrol Middle East. Ambaye zile nchi za Middle East asilimia kubwa ni Waarabu na asilimia kubwa ni Waislamu mm. Na kwa hiyo Israeli ndio eneo lao ambalo anaweza akawa control na ndio maana anamwezesha, anahakikisha kwamba ana vifaa latest na teknolojia. Kila mwaka anapewa 3.5 bilioni dola ambazo ziko wazi na kuna zingine ambazo ziko wazi uh, kwa hicho ndo anacho, anachofaidika lakini Israeli anafaidika na ye kutoka sapoti ya, ya Marekani, na kuna kitu kinaitwa APAC. APAC ni Jewish lobby ambayo imekamata system ya serikali ya, ya, ya Marekani ambao ni Senate pamoja na, na Congress. Wao ni mabilionea, wao ndo ambao wana fund. Kuna unajua hivi vitu asilimia kubwa nishavyoongea, watu wanaweza wakaenda wakaangalia. Uh, kuna siku hizi ambayo ni um, uh, Kanye West akawa anaonesha, alitoa simu yake akawa anaonesha corporation zote unazozijua wewe almost 90, 90 viongozi wake wa juu wote ni Jews, ni Wayahudi wao ndo wamekamata, alafu uko nyuma sasa, unaenda kwenye, kwenye watu kama kina uh, uh, uh, sovereign state fund, watu kama kina Black Rock pamoja na na State Street na Vanguard. I, I, that's another rabbit hole. Kwa hiyo wa, wao wana control nani ni nani na nani awe ni rais na nani asiwe rais. Nadhani mliona kwamba katika uchaguzi kila mmoja Kamala Harris na Trump walikuwa anasema tutaisapoti Israeli na kuisapoti kui. Sasa hivi kuna uchaguzi ambao unaendelea California, na viongozi wote ambao wako pale wanaulizwa kabisa unaisapoti Israeli, kwamba bila kuisapoti Israeli hauwezi ukaingia, kwa sababu wametengeneza mfumo ya kuhakikisha ya ku, ya ku, ya kila kiongozi ambaye anaingia katika system ya uongozi wa Marekani, iwe ni rais, iwe ni senator, iwe ni governor, wote ni watu ambao wanasapoti. Kwa hiyo ni simbioti, kila mmoja anafaidika na mwenzie ila in, inasemekana in kwamba Marekani anategemea kichwa cha Israel kwenye uso wa teknolojia. Sasa hapo kuna ishu ambayo inakuja ya kipropaganda na ndio maana hata makala ambayo nimetoa leo mwisho, leo, leo ambao ni Jumanne nimetoa kutoa makala lakini, before nimetoa makala jana, nikatoa makala juzi, nimetoa toa tangia haya mashambulizi ya Israel na, na, na uh, Iran yalivyoanza, kuna taswira ambayo tumejengewa na hii ni w, uh, nani, wameijenga vizuri sana Israeli. Wameweza kujenga mfumo au mashine ya propaganda ambayo ni kubwa, of course, they are very bright kwa sababu Mungu amewabariki yani wale Jews ambao ni Jews ambao ni kizazi cha Yakobo, ni kweli hata uh, kwenye Qurani nasema uh, Ghulam, ghulamul halim Umeona kwamba wamejaliwa elimu na wamejaliwa uwezo wa kiakili very true, lakini haimaanishi hakuna watu wengine ambao wana akili the same, haimaanishi hakuna watu nani, actually wataalamu wa psychology ambao wanafanya research wanakuambia Persians are smarter than Jews, kwamba wa watu wa fursi ambao ndo ndo wa Irani hao ambao ndo wanatoka wanarudi wana all the way mpaka kwenye Persian Empire, kwamba they are as smart or as smarter than Jews. Mbona Irani ina akili kuliko Israel? Yes. Kwa sababu hebu fikiria, Uh, Israeli anapata support ya all the western uh, countries on the other hand um, uh, Iran amewekewa vikwazo tangia 1979 baada ya mapinduzi ya Islamic Republic, mpaka leo yuko kwenye vikwazo vingi sana, lakini ameweza kutengeneza nchi, ameweza kutengeneza jeshi imara, ameweza kutengeneza um, uh, makombora, mpaka leo hii anaweza kusupply superpower kama Russia. Kwa hiyo inaonesha how smart they are, pamoja na vikwazo vyote ambavyo wameelekewa. Kwa hiyo it's true, Jews, they are smart. Lakini pia kwa bahati mbaya watu waonaishi, lakini wa Afrika, they are very smart wa, is, is, is, um, um, kizazi cha Kiafrika we are very smart na tumevumbua vitu vingi sana. Kwa bahati mbaya wanakwambia until the lion learns how to write all the glory will go to the hunter mpaka pale simba atakapoweza kujua kuandika sifa zote zitaenda kwa. Kwa lugha nyepesi, kwa Masai utasikia Masai kaua simba, Masai kaua sijui nini, lakini kuna Wamasai wangapi ambao wameuawa na simba? O, kuna wawindaji wa wangapi ambao wameuawa na simba? Lakini simba hajui kuandika. Umeona university ya kwanza duniani ilikuwa Afrika? Umeona uh, mtu ambaye tajiri zaidi duniani ni Mwafrika Mansa Musa? Yes, tulikuwa tuna kingdom zetu tulikuwa tuna system zetu za kiuongozi, tulikuwa tuna kingdom kama uh, Ashanti, kwa ukienda South Africa kwa kina Shaka Zulu na wengineo, hapa West Africa yote. Kuna makala ambayo naweza nikashauri watu wende wakaangalia inaitwa e, Je, demokrasia ni mfumo sahihi kwa wa uongozi kwa sisi wa Afrika? Nimeelezea yote in details. Kwa hiyo, kwa bahati mbaya sisi Waafrika hatujitambui wala hatujipromote, hatu kama tunavyotakiwa, ila Waafrika we are smart kama wao yes, lakini imetengenezwa kwamba mtu fulani au kabila fulani au race fulani ndo wao peke yake ndo the best, hakuna mwingine anawakaribia. Inawezekana wao ukawa bora na inawezekana mimi pia nikawa bora na inawezekana pia fulani akawa bora, bora. Haimaanishi wao ukiwa bora hakuna mwingine anatakiwa awe bora. Kwa hiyo, it's true, they are smart, lakini kuna watu wengine ambao pia wako smart. Alafu hii naomba niwape faida uh, watazamaji wajue, umenotice kwamba mzungu anapofanya kitu kikubwa utasikia ametajwa Dr Livingstone, uh, Livingstone sijui Churchill uh, Christopher Columbus umeona uh, Isaac Newton na wengineo, lakini inapokuja kwamba hivi vitu vimefanyika Afrika o South America o nje ya uh, duara lao, watu weupe wanaibadilisha, alafu wanasema aliens o wanakwambia ancient civilization. Umeelewa? Pyramids zimejengwa Afrika, kwa nini wasiseme tu kwamba Waafrika ndio wamejenga pyramids? Sawa, kulikuwa kuna kuna kuna civilization kubwa na kuna vitu vingi vikubwa ambavyo vimefanywa na, na Waafrika, lakini ukikuta hiyo wao wanakuambia ah, lost civilization. Yani wanapotezea kutupa credit kitu ambacho Waafrika tuliweza kufanya. Uh, taa za barabarani hazikuanzia Ulaya, zaidi ya miaka mia sita sio hata miaka kumi miaka mia sita Katika Middle East kulikuwa kuna taa za barabarani kabla ya Ulaya. Waafrika walikuwa civilized, wakaenda wao, Waafrika ndo walipeleka civilization Ulaya. Kuna watu na washauri waende wakasome, wanaitwa the Moors ni race na ni, uh, ni culture ya Waafrika ambao walikuwa very civilized wamesoma, wanaelimu, walienda Ulaya ndio wakawapelekea civilization mm. Lakini Waafrika hatusomi kwa bahati mbaya yeah. Ile inapotokea hii kwa sababu ya ina, kutuvuruga kisaikolojia, wanaipoteza kama vile ancient civilization o aliens, mm. O watu fulani hawataki kukubali kwamba Waafrika ndio walichofanya hichi, kwa hiyo inatuvuruga sisi kisaikolojia okay. yes Sawa so, uh, kuna namna yoyote ile uh, Marekani hmm, anamwogopa mu, mu, muirani? Na je ni, muirani? Saipa, na ni muisraeli pia anamwogopa mwirani kasababaka sahivi? Naona kama mu, uh, muisraeli anatamani vita iishi yina muirani, ni kweli? Unajua kuna kitu kimoja, simply because uh, una uwezo wa kupigana na una uwezo wa kupiga